Sasa nitaenda kukuelezea ni namna gani ambavyo ukitumia jani la mwalovera pamoja na asali yehe, ye, kama tiba ya vidonda vya tumbo. Nitakwenda kuelezea ni namna gani unaweza kuandaa, ni namna gani ambavyo unaweza kutumia, je, inaenda kufanya kazi aje kwenye tumbo lako ili kuponya vidonda vyako vya tumbo, na ni makundi gani ambayo yanatakiwa yatumie dawa hii kwa tahadhari. Ehe, tukianza na namna ya kuandaa hii dawa ya, ya mwalovera, ili jani la mwalovera. Ehe, hatua ya kwanza, chukua jani la mwalovera, kisha lisafishe vizuri kwa maji safi. Baada ya kulisafisha utakata zile pande mbili, ehe, zile pande ambazo kuna miba. Baada ya kukata zile pande zenye miba utatoa ile sasa ile ganda la juu mm -hmm utatoa lile ganda la juu ili kupata ile jeli ya katikati. Ile jeli ya katikati ndiyo dawa yetu. Eh. Kwa baada ya kutoa lile ganda la kijani utachukua ile jeli ya, ya ndani ambayo siyo ya kijani sana, utaweka kwenye mashine yako ya mashine yako ya, ya kusaga, yani wanaita blender. Eh. Baada ya kuweka kwenye mashine yako hiyo ya kusaga